Iroo nao wamahuluu imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Muu ni roho nao wamahuluu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hii cha mwanadamu kuwa na mutaji wa maisha baada ya kujikusanyia mtaji wa kutengeneza na kuwa na, na baada wa mishi, ukiwa na Mungu kwenye moyo wako unakuwa na kiwanda cha matuniako. Ukiwa na uhitaji ukawa huna Mungu, uhitaji unaweza kwa kumaliza, ila ukiwa na uhitaji ukawa na Mungu kwenye maisha yako una kiwanda sasa unapokuwa unahitaji jibu la jambo lolote duniani, ukawa na Mungu, una kiwanda cha jibu. Ukinunua nguo ya kiwandani, ukanunua nguo ya pili, nguo ya tatu, nguo ya nne, una nguo nyingi. Ukiwa na kiwanda cha nguo, hauwe na nguo nyingi nakuakilaina juu furaha ya Mungu kwanu na wewe anachokitaka tuishi kipembeli na, na, na kiwanda cha uzima na kiwanda cha wagasende na kiwanda cha uongozi wake na kiwanda cha mahitaji yetu, kwa sababu kuna wakati Mungu anamtoa mtu kutoka makumbini na kumketisha na wakuu.

ile kwa nini niendelee? na hata ile kwa sababu umetembea na mbano wa magizo, si niendelee? Aleluya, aleluya. Kuumbwa kwako na kuwepo duniani unaweza kukutana na watu ambao wamedumaza thamani ya Mungu kwenye maisha yako, kwa mali amariamu, ukiwa na kundi kubwa wanaopunguza thamani ya Mungu kwenye maisha yako

ataanza kufananisha vile alivyo na mafikira yake alivyo, kumbe Mungu wewe alikuwa anakuambia kitu kubwa sana. Na usipokuwa makini, thamani ya Mungu ndani ya moyo wako itaendelea kujio, na utakosa kile ambacho eungjini aniyao kuamini uumbaji wa Mungu kwa maisha yako. Sisi tu kazi ya mikono yake, vyote vinavyoviona ni kazi ya neno la Mungu, neno la Mungu, ila sisi tumepata upendeleo ni kazi ya mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiumishwe tena. Usirudi nyuma tena. Usizibari tena. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Wewe ni chombo cha thamani duniani. Unatamani kwa kweli duniani. Utafakari Mungu pia una kutafakari kwa tatizo lako. Nikikidia Mungu wewe unapofikirisha nadhara. Mwisho wa Mungu pia unapofikirisha kitu chochote duniani. Na kwa kweli kitu chochote ndicho kiongozi y naua kwa jinsi ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani asikudanganye sikawa kcha. Shetani asikudanganye u naliaamcheka. Wewe ni kiumbe cha ajabu kwa jina la Yesu Kristo. Tambua thamani ya Mungu. kama una akili Mungu ni akili kwa jina la Yesu, kama una thamani Mungu ni thamani kwa jina la Yesu, kama una uzima Mungu ni uzima kwa jina la Yesu, kama umetawaliwa na kuhusu Mungu atawale mabele kwa maisha yako kwa jina la Yesu, ni thamani kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema hivi wote mwanamke na mwanaume waliumbwa. Kwenye Biblia hakuna mwanaume wala wanawake kwenye Biblia. Mungu alimuumba mmoja anayefanana na Mungu, sio mwanaume wala, kwa maana pale baba akaumba mwanadamu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke akawaumba. Halafu, anasema hivi, baada ya kuumba mwanadamu mbe na mke. Kwa hiyo mwanadamu ni mbe na mke. Kwa hiyo mwanadamu kitu kimoja. Anasema hivi Adamu, alipona akachukuliwa Eva kwa ubavu yake. Maana yule mwanadamu aliumba kwa mfano wa Mungu, kuna kipande kichukuliwa sehemu ya yule mwanadamu kichukuliwa akawa ila alikuwa wanadaa o kwa hiyo mwanaume na mwanamke wanapoungana na kuwa kitu kimoja, anakuwa mwanadamu moja. Ndio maana anasema kwamba huyu aliumba kwa mfano wa Mungu, kufanya mambo ya Mungu aiutani kwa hiyo Mungu akiwa naliyetu kufanya jambo la Mungu sio kazi pale. Kwa nini? Sisi ni mfano, nimesema hivi mfano kiasi, sura, hata akili yako, hata utashi wako. Ndio maana huyu, kuna jambo ambalo ulikuwa ujaogoa, lakini kama ukifanya jambo bay utajeli na kisuti. Kwa nini? Umfano wa Mungu bado unaishi dani yako, lakini kinachokosekana ni nini? Ni nguvu ya kukataa ubaya na nguvu ya kufanya wema

ule mfano wa Mungu unaendelea kuwepo lakini, tunakosa kufanya yaliyo kweli, kwa maana ni Roho wamwabuduo, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa twende kwa hatua. Kumbe kama Mungu ni roho na unao mwabudu, unatakiwa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo hatua za kumwabudu Mungu zinatofautiana baina ya mtu na mtu, kutokana kiwango cha o. Unaweza kumwabudu Mungu katika ila si katika kweli. Na mgeni anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo utimilifu wa kumwabudu Mungu upo katika roho lakini pia katika kweli. Sasa turudi nyuma. Mungu ni nini? Ni roho. Sasa kama Mungu ni roho, tunamwabudu nani? Mungu ambaye ni nini? Ni roho. Kama tunamwabudu Mungu ambaye ni roho, kweli anashuhudia yeye mwenyewe. Ipo namba kwa sisi sisi. Amani ya Kristo na yaamua yeye mwenyewe. Kwani Mungu anamsimama na maisha yetu, akitupa tamani anapokuambia wewe, umeumbwa kwa jinsi ya myao na kwa mfano wa Mungu. Anachokitaka ni kuendelea kumtegemea yeye, anayeweza kuendelea kufanya huo mfano w wanaeea sana. Sasa anasema kwamba itapokuwa hawa wawili wana wana maumbile tofauti, weokuzaa mbele za Mungu na wanamwakilisha Mungu na wanakamilishana. Hata kama kuna mume na mke wenye mahitaji tofauti, lakini hawa wote ni mfano wa Mungu. Wanakamilishana, na kama wanakamilishana, manaake hatuna sababu ya kijinsia itakayotufanya sisi tuseme hatuna shida katika Mungu, kwa sababu ya jinsia zetu. Aleluya, aleluya. Biblia inasema wote waliopokea, aliwapa uwezo wa kufanyika aana amu au alisema wanawake wote, au wanaume wote, au watoto wote, ila wote waliopokea. Mama aliyepokea Yesu ameshakuwa mungu wa mama. Waliopokea Yesu wameshakuwa miungu. Wamama waliopokea Yesu wameshakuwa miungu Yesu walipokea wameshakuwa viungu vilema walipokea Yesu wameshakuwa viungu. Sasa tumetengeneza muunganiko ambao Mungu anaweza kuudhibitisha kwenye maisha yetu, baada ya wewe kumuumba vitu kwenye maisha yako kwa neno. kuna vitu ili uweze kuviumba mahitaji yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba ni jambo la kupendeza kwamba Mungu alibariki wote na kuagiza waongezeke na kuijaza nchi. Hili ni kusudi mojawapo la Mungu na kuumba mwanamke na mwanae. Kwa hiyo Mungu akiumba kitu kimoja kwenye maisha yako, ni chanzo cha lingine kuendelea kuumbika. Ndio maana alimuumba mwanadamu mmoja, dunia ikajaa. Ndio maana wewe kupitia kuumba wa wokovu umeumbika ndani yako ni sababu ya vitu evukwa ndani yako. Ndio maana Mungu akishakuokoa, kuna mambo mengine, kama ulikuwa umejaa vitu vile, vitu Mungu anataka na anaviondoa ili aa, kutengenezea ushuhuda ya kwamba vyoto livyonavyo ni yeye aliyekuumba katika wokovu. Ukisema hivi, mwanadamu amepewa mamlaka ya kutawala uba, mwanadamu amepewa kutawala kama mwanadamu amepewa mamlaka na utawala juu ya vitu ambavyo ni uumbaji wa Mungu, kwa hiyo hakuna kitu ambacho kipo chini ya jua ambacho kinatakiwa kusimama kama disturbance ya maisha yake. Sikilizeni, Mungu amempa mwanadamu utawala wa vitu ambavyo ni uumbaji wa Mungu. Kama amefanya hivyo, hakuna kitu ambacho kinatakiwa kusimama kama disturbance ya maisha yao. Kila unachokutana nacho, usipambane ukitazamia nguvu ulizo nazo, pambana ukitazamia uweza wa Mungu ulinao. kila unachokutana nacho

sema hili Samweli alipata sentensi mpya na jina ipya ambayo alikwepa chini ya jua akatoka kasema hili Ebeneza, kwa maana Ebeneza hata sasa, maanake msaada wa binadamu ulikuwa ulia mshirikano. Tunaishi na Mungu si kwa sababu tuna tunataka a tunaishi na Mungu kwa sababu ila kwa hiyo hatujaribu tu ila tunaanza kutafuta Mungu. Mungu hata kama kuna sababu ya kutafuta. Ndio maana miujiza mingi kwenye maisha yako ni ile ambayo imetokea wakati ambao ulitafuta Mungu, ambapo ulikuwa unahitaji. Mungu hakatiwi maombi. Mungu anatoka neema ya kuomba sawasawa mapenzi yake, sasapi kwamba hatujui kuomba bila ipasavyo. Bali Mungu utusaidia kuomba kwa kuugua kiasi ambacho ada. Kwa hiyo mipango yetu haimshurutishi Mungu kujibu maombi kila, ila mapenzi ya Mungu ndani yetu ndio yanayoshurutisha Mungu kujibu maombi yetu, kwa maana tunaomba ni kama. Sasa ukishakonyeza kama ni mapenzi ya Mungu makusudi ya Mungu ya kumuumba mwanadamu kwa mfano wake ilikuwa ni kudhihirisha namna ambavyo anaweza kutenda mambo makubwa ambayo sisi tusiweza kufanya. Anasema hivi, jambo lingine la muhimu katika uumbaji wa mwanadamu ni kwamba Mungu alimpa uwezo na mamlaka wa kutawala viumbe vingine na kutunza na kujiendeleza dunia pia, kutunza na kuiendeleza dunia pia. Tumesema kwamba lakini tumeishia kwenye akili tupate kwamba kuna kitu kinachoitwa uwezo wa kiroho. Uwezo wa kiroho wa mtu, mtu ana uwezo kiroho, iwe usiku wa mchana, mapenzi ya Mungu yatuamshe. Kuna wengine wachawi, wakine wanaamsha na wachawi, ila sisi tukishapokea Yesu tunakuwa huru katika dunia. Tunaishi ndani ya Mungu ambaye ameumba kila kitu. Kwa hiyo ana hautamti ila mapenzi ya Mungu yaasha kwa sababu kuna siku nyingi tumelindwa dhidi ya nguvu za giza. Wakati ambao ingekuwa nakuamsha. Kwa Mungu anapoingia ndani yetu anatimiza mapenzi yake. Lengo lake ni ajitunguze. Haleluya! Tunaweza kutengeneza kompyuta kwa kutumia material mbalimbali. Hivyo huyu huyu Mungu ambaye anaweza akaumba vitu ambavyo hakukuwa na vitu. Yaani dunia ikaumba, si kila kiumbe kutumia box au nini. Lakini dunia na la vitu vyote viliumbwa havikuwepo. Na dunia ilikuwa utupu. Tena ilikuwa ukiwa bila yes. sifa. Kwa hiyo Mungu anaweza akaumba vitu ambao hawakuwepo kwa sheria. Tembea na Mungu na Yesu sikio. Asante. Hiyo Mwanadamu amepewa uwezo wa kuwa mbunifu yani, na mzalishaji yani, producer. Sasa mwanadamu amepewa uwezo wa kuwa mbunifu ambapo kitabu kinasema creative, lakini pia si hivyo tu, mzalishaji yani, producer. Yani ina wokovu ambao kuja kwa mwangaji wa damu ya thamani Yesu, imetea wokovu ambao tumeupata kupitia damu ya Yesu Kristo ya thamani inaanza kunizalishia mambo ya thamani. Ndio maana ya kutaka kuzalisha, ndio maana kwenye wokovu, wokovu unakuwa mtamu na mzuri kama unazalishwa. Wokovu unakuwa ni mzigo kama hakuna ongezeko, nguvu za wote kabla ya wana wa Kristo. Kwa hiyo wokovu unakuwa ni mzuri kama unaongezeka. Huduma inakuwa ni nzuri kama unaongezeka. Kila kitu kwenye maisha kinakuwa ni kizuri kama kinaongezeka. Unapokuwa umenunua vazi jipya, linakuwa ni la thamani kwa sababu limeongezeka, hata kama sio vazi la kwanza, ila ni kwa sababu limeongezeka linakuwa ni la thamani kuliko mavazi mengine. Haleluya, haleluya. Sasa Mungu anatama tuo wabili katika kila kinachokifana ni kazi ya mikono ya Mungu, ubunifu ulifanyika kupitia sisi. Kwa hiyo hata Mungu anatamani ubunifu uendelee kupitia yeye na yetu. Kwa Yesu asifiwe. Anasema hivi, ni bahati mbaya kwamba wanadamu wengi wamekuwa chanzo cha uharibifu wa dunia waliokadiriwa na Mungu na kuitunza na kuiendeleza. Hakika Mungu katika ukuu na ukarimu wake alimpatia mwanadamu kila kitu alichohitaji ili kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani: mimea, maji uhai na hali ya hewa nzuri baada ya yote hayo, Mungu akaona kila alichofanya na tazama, alichema sana. Ina maana kuwa Mungu alifanya tathmini ya ubaji wake na akafurahishwa nao. Mungu ni Mungu wa ubora, Mungu ni Mungu wa ubora, Mungu ni Mungu wa ubora. Ndiyo maana baada ya kufanya hakuondoka tu, akatazama akaona ni vema, maanake alifanya kwenye maisha yetu. Tunapokuwa na asili ya Mungu, lazima tutafakari ya kwamba Mungu tuliye naye anatamani tuzidi kuwa bora siku hadi siku. Ndio maana kukuogopa wala kukuonea haya kuja kukuita katika mazingira uliokuwa nayo hiya lipokaluga dhambi ulio kunanupa magonjwa maboja kunanupa lana Mungu akuogopa kwa hili aliabidi, akishakuokoa utakuwa unaendelea kuwa bora siku hadi siku mwenzangu. Mimi na wewe ambaye tumekona katika kile tunachokifanya, tunaona kama tayari tumeshafika hatuoni shauri ya kuendelea tena, tumekoma katika huduma zetu katika kile tunachokifanya mbele za Mungu, naomba nikukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba Mungu ametuumba kwa mfano wake. Kama Mungu ni Mungu wa ubora, hata sisi lazima tufananie ubora wake na tabia yake. Hatuna cha kujiletea kigeni waa. Mungu anajitosheleza kama utamruhusu kwenye kila jambo, au Mungu anajitosheleza kama utamruhusu kwa kila jambo. Ya pili, mruhusu Mungu aendelee kuumba mambo mapya kwenye maisha yako, maana sababu ya kuumba kwa mfano wa Mungu ni ili uisikie duniani.

kwamba Irudia tena, kama kuna mapenzi ya Mungu ndani yako, hayazuiriki. Iwe na mazingira, iwe na hali, iwe na watu, iwe na jiungu, yawe mapepo, yawe majini, uwe uchawi, vituko vyote vilivyoko duniani ambavyo wanadamu tunafanyiwa, kusudi la Mungu halizuiriki na chochote.

Ndio maana kama hujakaa na faragha ya Mungu jamaa na marafiki. Ni vema ukakaa faragha na Mungu aliyokufunga. Ukajua nini yale mapenzi ya Mungu ndani yako. Ukishakaa faragha na Mungu, ndipo unapochukua nafasi ya kukaa faragha na mtu aliyokuwa au na watu waliokuwa. Ukianza kukaa faragha na wanadamu, kile kitu unachokifanya kitakuwa kimshua. Uhakika unapatikana ukiwa wewe na Mungu. Udhihirisho wa uhakika unaanza kupatikana baada ya kuwa na watu. Mungu hutia nuru na mambo mapya nu uta na ao katika Yesu tunaishi nakenda

Nirudie tena. Katika Yesu tunaishi. Katika Yesu. Tunapenda kuwa na Yesu. Hapo simameni, Mungu amekuumba kwa makusudi. Hakuna hata mmoja sana asitizane bila thamani yako mbele ya Mungu. Mungu ni thamani yako ndipo na

Mungu natuwazia mbele kwa kila ito. Mwanadamu, tunawaza kuchoka kwa shindi ya mbele. Lakini Mungu hawezi kutuacha. Katika wewe tutaishi. Katika wewe tutaishi Bwana, na katika wewe Yesu tutaishi. Tutapoyina kuwa na uhai wa kweli. Kwa ni kila jambo Bwana, katika wewe utaishi. Bwana. Bwana.

Tunamkatalia Shetani mdanganyifu anayedanganya usiku na mchana, ya kwamba sisi tuna thamani mbele za uso wako Jehova. Na tusaidie kusimama katika mapenzi yasiyo ya kwako. Tupe neema ya Mungu ya kusimama katika hadhi yako na mapenzi yako, katika mazingira yote, kwa namna zote, iwe katika dhiki, katika taabu, katika raha. Kwa namna zote Bwana tusaidie, tusimamishe katika mapenzi ya kwako Jehova. Asante Mungu kwa sababu ya mipango. Naibariki ibada ya leo kwa sababu kwa kila mmoja wa kike na wa kiume.